Safari ya Mira msituni. Nilipokuwa nikitembea kwenye njia ya msitu, nilijiuliza moyoni, kwa nini maumbile ni tofauti hivyo? Kisha malaika Mikaeli akakaribia na kusema, Mira, nguvu za Mungu zinafunuliwa katika maumbile. Usisahau kwamba hata imani ndogo ni ya thamani mbele yake. Kwa kuwa tangu kuumbwa kwa ulimwengu, sifa zake zisizoonekana zinaonekana wazi kwa mambo yaliyoumbwa. Warumi moja ishirini. Nilipotazama misonobari ya kijani, nilihisi wivu. Je, naweza pia kuwa na imani isiyoyumba? Malaika alisema, Mungu atakushikilia hadi mwisho, usitikisike. Jifunze kutoka kwa imani ya kijani, daima jani lake halinyauki. Zaburi moja tatu. Niliposhika jani jekundu la mwaloni, nilinongona Je, imani yangu itakuwa moto kidogo kisha izimike? Malaika alisema, lazima uendelee na upendo wako wa kwanza hadi mwisho. Imani isiyo na mizizi itaanguka haraka. Kwa kuwa haina mizizi, huamini kwa muda na majaribu yakija huanguka, Mathayo 13:21. Nilipoona mto ukitiririka chini kuelekea sehemu za chini, nilisema, nataka kuwa mnyenyekevu kama mto. Unyenyekevu ni njia ya baraka, lakini kiburi ni njia ya ukame. Neno lazima litiririke ili kuleta uzima. Unyenyekevu hutangulia heshima, Methali 18 12 Nilipotazama nyota, nilinongona, mimi ni mdogo na sina thamani. Je, Mungu atanikumbuka? Mira, Mungu anaita hata nyota kwa majina yao, hata jina lako halitasahauliwa. Anaziita zote kwa majina, Zaburi mia moja arobaini na saba mstari wa nne